Kwa hiyo hiyo ndio, hayo ndio kwa upande wangu. Sasa kwa upande wenu nataka kujua uh, mejifunza nini mkiwa kituoni, kwa sababu vitu vingi vinasimamiwa na wasaidizi wetu. Mambo mengi yanatokea, wao ndio wanajua. Kwa hiyo tunapokuwa hapa, tunapeana feedback. Umejifunza nini? Umekutana na changamoto gani? Kipi ni hela kipi sio hela, tuweke pembeni, tusonge mbele, tuko pamoja haya. Devota karibu. Tuambie, umekaa kituoni kwetu siku ngapi? yapi ya ambayo mpaka sasa umeyapata? ume ehe, unaendeleaje? una changamoto gani yoyote umeipata? Karibu. Asante, namshukuru Mungu. Uhum, naendelea vizuri, naendelea kujifunza kiukweli. Uh, changamoto sana hakuna, ila tu naendelea kujifunza yani Unajua amna elimu, yani kwamba ya mwisho amna. Amna, kila siku unajifunza. hmm. Kila siku unaendelea kujua okay. E, kweli kuna vitu unaendelea kujua, kuna vitu unafundishwa tabia, namna ya kuishi, nidhamu, kukaa na muda, yani kwenda na muda eh. yani vitu vyako kwenda na muda, ratiba, ratiba mm -hmm. za kazi mm -hmm. kwa hiyo ni vitu tu vingi naendelea okay. kujifunza okay. E, okay. Kwa hiyo mm, so far amna changamoto? Hapana. wewe ni level gani ya uh, unatoa huduma kwa kuwa level ipi ya professional? Yeah, professional. Mm. umesomea? Nimesomea hoteli mm -hmm. e. na umefanya kazi e. ko okay. mm. kwa unaonaje kuna utofauti wa huku unapokuja unapo kufanya kazi zikuhudumia watu majumbani na ukiwa hotelini? tofa, tofauti amna. Amna. amna tofauti mm. e unatoa huduma ile ile. mm -hmm. kwa kwa level ile ile. mm -hmm. E, sema tu ni tofauti ni kwamba ukiwa hotelini unakuwa unakutana na wateja wengi zaidi, lakini mm huku -hmm. ni wale wale yani, mm -hmm. ni, ni kama regular customer unakuwa nao tu mm hivyo -hmm. E, mm -hmm. mm -hmm. lakini na nyumbani ni zaidi kwa sababu unaenda unamsoma unamjua anapenda nini mm -hmm. nifanye nini nishinae mm -hmm. vipi nimfurahishe vipi hivyo labda huku kidogo hamna tipu tipu. Sasa si ndio utakutana naye ko huko ka <laughs> <laughs> <laughs> utelini unakukala watu wengi hapo, wote wanakutifu. Sasa huku mtu iwe huyo hapo akupi tipu sisi mshara wako. mm. Hamna, kuna tipu tipu zipo kila mahali, kuna tipu zake. mm -hmm. e kuna unaona, ah, ah, zinakuja labda hizo zinakuja, sio lazima fedha na vitu vingi tu mtu anaezaka kutipu. Unaona, nami nimejifunza nafikiri tipu ni hela tu, kumbe kuna vitu mm -hmm. vingine. Haya, eh, sawa. Karibu, asante. mm -hmm. Dada hawa hawa da, da, ni mwenyeji Uh, li, alifanya amefanya kazi na sisi mwaka umeisha. uh, sasa hivi amerudi tena na hawa, alianza na sisi kwenye mkataba ule wa laki traditional, sasa hivi ni laki na nusu ehe, tuambie dada hawa, safari hii, kuna unaona, kuna mabadiliko gani kwenye mradi wetu wa Dada Center tofauti na kipindi kile ulipokuja mara ile ya kwanza Pasa, leo na siku ya sita, yes, sita. Mabadiliko nilokutana nayo mwanzoni na sasa hivi mm -hmm. Eh. Mwanzo ni tofauti sana badilika. maana mwanzoni tulikuwa tukifika mm hapa -hmm. unapokelewa tu, unakaguliwa, unaonyesha vitu vyako ambavyo ulivyoelekezwa katika simu wakishaviona mm -hmm. tu wana peleka eneo husika mm -hmm. lakini kwa sasa hivi mm -hmm. lazima kwanza uweke kikao kwanza mm -hmm. kama hiki maana hichi sikutarajia kama naweza kukuta tena kikao ehe <laughs> cha kikao <laughs> <laughs> ehe <mekita gina> <laughs> <haya> yani, imekuwa kama surprise kwangu na mshukuru Mungu, na jinsi navyozidi kuulizwa maswali kukaa kwenye kikao na kuuliza maswali yani, nakuwa najifunza kitu kingine mm -hmm. Mara mi nijua nikifika hapa wakishanitambulisha ntaelekezwa tu ntakaa tu siku mbili wataelekeza sehemu ya kazi, bosi wako amekuja na kuondoka la mm. lakini ile wazo nilikuwa nafikiria mimi imekuwa tofauti sana mm. Eh, na hicho nacho pia nimejifunza, mm. Nakena mapishi kumjibu mtu tofauti, labda naweza na kukaa pale, amepiga stori, mtu akapita akasikia zile stori zenu, nyewe mnaongea vizuri, lakini akachukulia tofauti, na hapa anakuta yani, kama mmemsema, kumbe tofauti kabisa mm -hmm. na nyewe mnavyokuwa mnapiga stori, mtu ana panic tu, akija kitoka nyumbani akifika pale awasalimii, anaingia zake. Inakuwa nayo hiyo pia, pia nimejifunza. Umejifunza nisielewe mtu anatoka nyumbani anaingia awasalimii anapita anaingia tu anafanya mambo yake, yani kama sisi tuna tunaolala hapa na ambao wanatoka hapa kwenda nyumbani, unaongelea unamwongelea shefu ndio sasa, si useme moja kwa moja ambao unazunguka usizunguke. E, shefu kafanyaje? amepita amewapita ajawasalimia ile siku ya Jumamosi na Jumapili ile mm, siku ya Jumatatu alivyokuja kazini hatujasalimiana. Mm, mlifanya nini? Chanzo kampigia kwanza. Rafiki yake ni nani huyu? Um, Devota huyo Devota, si huyu huyu hapa nani sijui. Asubuhi akaongea naye akamuuliza kwani chakula cha jana naympika, akamjibu ah. Asa alivyoongea kazini ile simu ilivyoingia, yani, sisi ndio tume tumechukua nafasi yake kupika. Sasa mm, uh-huh. Si hakuja, si ndio nilikuwa nimesema hakuja. Kwa hiyo si tungefanyaje, tungeacha kula wakati wapishi wapo hapa, si si... ee, hapa tuna professional kama yeye hapa. Hapana, sio makosa. Apana, Yaani, unaingiliaje kazi ya mtu? Nyie mlijipangia wenyewe kupika au mlipangiwa eh? hii ofisi ni ya Johari au ya... ni ya kwetu, ya kwa kwa sasa. Kwa hiyo kwa hiyo kosa la nani? Na yeye mwenyewe ndio akuja. Sasa kwa hiyo si tufanyeje? Kulikuwa na mnuno <laughs> eh, <ulikuwepo>. <laughs> <laughs> Lazima kwanza niongee kidogo. Na hiyo ndio ndio tabia tunazosema hapa kwamba mtu anaweza akawa kweli ni mjuzi wa kupika professional lakini kuna vitabia ambavyo sio vizuri na hivyo sio hela. Ushakuwa na hivyo vitabia sio hela. Vinaua ile professionalism yako yote. Kwa maana ya hii training anaita kikao lakini sio sio kikao. Mm -hmm. Ni training yani hapa ndio tunapitishana kwenye msasa. Tunapigana nini? Msasa na tusioneane, yani aibu ya kwa sababu tunatafuta hela. Umetoka hmm, kwenu huko unatafuta nini? Pesa hizi tunazotoatoa hapa ni zile tabia ambazo zitatufanya tusipate nini? Pesa, eh. Kwa hiyo hakuna haja kuona sasa ku, ku, mbona hujapeleka taarifa ofisini. Unajua maana ya kuwa ofisi pale, kwa sababu sisi wakurugenzi sio muda wote tunakaa na nyinyi, lakini hawa wako na nyinyi muda wote. Ofisi iko pale, wapo pale kuanzia asubuhi mpaka jioni sisi tuna siku tunaamka hatupo, si ndio? Au hata siku nyingine tupo, lakini tuko na mambo mengine. Maana ya hawa kuwa hapo na nyinyi kwa nini? Amwambii kwa nini mko pale, mko pale kwa ajili yao. Wakikwaruzana, wakinuniana, ikitokea changamoto yoyote waje waripoti. Yani mwaweke, mwafanye wawe huru, ili mnavyo kuja kutoa kama ndio hiyo uh, kuangalia nani nani mwenye tatizo changamoto ni ipi, sababu ndio kazi yetu kuwa traini, mweze kuwa saidia maana hii ni kusaidiana, eh hapa atusutani, hapa tunasaidiana, sawa jamani. E, yani kitabia chochote ambacho tunaona hiki kitaweka doa kwenye mradi wetu e, na kule kwenye kwenda kupata hela tunayoitarajia, maana tunaposema huyu ni smart, traditional, professional. hata kama ni traditional. Mimi nimesema, traditional Tanzania dada wa kawaida, laki na nusu ni hela nyingi mno. Kuna mtu anabisha hapa kwenu kote majumbani huko mtakuwa mna wadada mnawalipa 1500 Uongo. Sasa kama mtu anakuja hapa wadada center analipa laki na nusu. Hatuwezi tukamwacha akawa wa kawaida. Lazima tumshepu hata huyo wa laki na nusu kawa, kwa sababu ile hela ni nyingi sawa, jamani. Kwa hiyo, yani hii kazi tunaoifanya sio kazi ndogo, ni tunafundishana na tunajua kuna watu wengi sana watajifunza kupitia sisi. Sawa eh? E, sisi tuko mstari wa mbele tu kwamba tunaongoza yani ni kama tunachonga barabara. Ndio, ni kitu ambacho ni baraka kwa Mungu kufundisha watu wakaweza kuboresha maisha yao ni kitu kizuri. Mimi naamini hiyo ndio sehemu ambayo Mungu ameniweka na ndio maana naifanya kwa uaminifu, kwa sababu najua kuna kundi kubwa. Naona sisi tuko hapa wachache, lakini tunasaidia maelfu ya Watanzania jinsi ya kuweza kujiboresha, kuwa na tabia nzuri zitakazo wapa mafanikio. Kuna kitu kizuri kama hicho? Ni baraka Eh, ni baraka. Kwa hiyo hatusutani, hatuaibishani, tunasaidiana, na kumsaidia mtu ni kwenye lile linalotokea, sio kutunga mada jambo uh -uh. Likitokea unasema sasa hili alikutakiwa kuwa hivi, natakiwa liwe hivi. Ndo, ndo mtu tena anajifunza vizuri. Kweli, sawa jamani, eh, mimi ninachokupongeza hujaweka kinyongo hicho, na ni kitu kizuri umesema, lakini nyie naomba mjitahidi, wasikae mpaka wasubirie tuja kwenye kipindi kwenye kipindi ni vizuri kama ilikula... kwenye nanii zilizopita, mlitoa taarifa za vitu mlivyovishughulikia ambayo ni nzuri, lakini kama mlikuwa mjui kama kulikuwa na minuno hapo, mi nitashangaa mpaka wanakuja kutolea hivi. Akifika tu tali na yeye kashamwona, la la la, anaingia jikoni, ile picha mara tofauti. Maana na mtu amekuja hapa kujifunza na ye, ye nikiongoza bidi si atuelekeze mm -hmm. Sio nakaa tu na mtu mmoja Benet, sio nzuri na nyie. Sasa mkiwa pale pembeni mna mkiwa mnaona vile wanaongea, mnajisikia vibaya, asa mi nikaona mm -hmm. hiyo sio picha nzuri ya kujifunza hapa eh ana picha mbaya, sio nzuri. Maana mtu hapo hawezi kujifunza kitu chochote, inakuwa ni uongo, unafiki. Wanataka mm. Mambo ya kazini yajulikane ya mpaka nyumbani sio vizuri. Ya kazini, kazini; nyumbani, nyumbani. Na ukiwa nyumbani, ukiwa na shida ya kazini, piga ofisini, ofisini wahusikasi apo mm. Ulize jana nani amepika jana, imekuaje, watakwambia, lakini sio kana mtu wako mmoja tu ndo akupe taarifa hapana. Kwanza yule mwenyewe anakuwa anakupa taarifa, unamfundisha kitu kibaya mm. eh hata kama akiona watu wamekaa pale eh, jana walikuwa wanakusema kumbe, mm. tofauti vingine eh, hiyo na sio tabia nzuri nzurie, mm. Okay. Mm. chef amesikia atatuambia pale mm. mm -hmm. Haya, kwa hiyo ya kwako kwa ni hayo, maana kubwa ni hilo la, nafikiri umeripotia kwa kiongozi wenu upande wa mapishi mm. kwamba kuna vitu ambavyo nyinyi hamkuvipenda jinsi alivyokuwa na behave. Hakuja kazini, baadaye akaulizia taarifa za huko, alipokuja akawa kama amewa amewa, amewabagua wale ambao wamesikia mmepika na nyinyi hamkujipangia kupika, mlipangwa na ofisi e. Na sisi hatukumwambia asije kazini. Ni tabia za Kiswahili ambazo nilizisema, sio tabia za hela, maana unakuta watu washakureplace Umeona sema haya, na tabia moja ya unyenyekevu, alikuja aka, aka nani, tukapeana last warning, ndio maana tunaendelea, lakini otherwise na sisi tulikuwa tusham replace, kwa sababu hakuna mtu ana muda wa kubembelezana. Watu wako kibao wenye ujuzi jamani. Sisi tulikula chakula kizuri sana zile siku ambazo wakuja hey. Tena unatoa nafasi ya watu ambao kumbe wana maujuzi kuliko wewe, wanaonyesha ujuzi wao, unapoteza nafasi. Hey, yani usikubali, ndio maana nawaambia, yani ukishajua wa mrija wako ni huu, ung'ang'anie hata kama unakata roho mm. mm. Yeah. Haya, nafikiri message yako imefika na nafikiri pia Joari atatuelezea hiyo ya kukaa Bennett na mtu mmoja, kwa sababu lengo la shefu pale ni kuhakikisha kuwa kila mtu ana, anapata, anapata, anapata training ani e, chochote hata kama nikamchicha anapika, wote walioko wa dada wote pale wajue huu mchicha umepikwaje mpaka mwisho. Sasa e, akisema ukisema anakaa na mmoja hicho atatuambia ina maana gani. Sawa, haya kwa, lakini kwako, kwa umejifunza, kuna vitu tofauti unaviona alivotuelekeza jana e. na kwenye ma, alivo, kwenye mavazi labda, kuongea na bosi bosi anapotakiwa kuongea, utakiwa wewe kuongea macho kwanza aongee akuelekeze kipi ataki na kipi anachokitaka. Kama akwambia kuchangia mada, utachangia. Kama anaongea na wewe una kitu cha kumuuliza, utamuuliza. So yeye anaongea na wewe muda huo, hajamaliza neno na wewe umetia neno mm. So tabia nzuri mm. Na kwenye mavazi pia umetufundisha, yani tusivae nguo kama hii. Suruali mimi nimeivaa hapa ni kazini tu, lakini nyumbani siruhusiwi kazini Hane. Ni wapi? Kote kazini, hapa nilipo kazini na ninapoelekea sasa kwa nini umevaa hapa hapa? Kwa sababu mmeruhusu, sisi hapa tunaruhusu suruali kubwa, siyoweza kubana makalio yenu. <laughs> <laughs> Tena na wewe una bonge la mshepo. Sisi hapa tunaruhusu suruali kubwa za kiofisi ambazo haziwabani kwanzia hapa na huko mnako kwenda, maana hapa ni ofisini, lakini pia ni nyumbani. Mimi niko na mume wangu hapa <laughs> hey. Kwa hiyo unavyokuja hapa umebana makalio yako unategemea nini? E, ndio hivyo, na wamama huko majumbani hatutaki. Maana mimi mwenyewe ni mama wa, wa nyumba na mume wangu, ingawaje nyumba yetu ni nyumbani na ofisini, tunafanya kazi nyumbani, ndio setup yetu, na watu ofisini wanajua kwamba, yani sina mchezo na eneo hilo kabisa, nikukuta umejibana! Ha, yani geti lile pale. Sasa ukisema nimevaa tu hapa, hapa mnawaruhusu, mmeanza kuwaruhusu wavae kwanza kubana sasa mbona amesema akakuwa ni hapa akienda huko? Hata vaa haya leta, ndo hivyo. Na wewe umepata kichambo chako hapa, maana muona anatingisha kweli kule kulenasema jamani, vipi? <laughs> Uh, sisi hatujaruhusu ya. Yaani hiyo aliyosema tumeruhusu sisi, tumekwambia uje na suruali nyeusi tena official. Ina maana official ni nini? Suruali ambayo unaweza kaivaa ofisini. Na mavazi ya ofisini yanajulikana. Mm, hayatakiwi yakubane, hayatakiwi yaonyeshe sehemu zako zozote ambazo hazitakiwi kuonekana. Mm. Kwa hiyo hii ni kodi ya kwetu wote. Yaani so long as unafika ofisini kwa Madam Joyce, hautakiwi utuonyeshe viungo viungo vyako. Hautakiwi utuvalie nguo imebana autaki yani, kwa namna yoyote ile, sisi haturuhusu mavazi ambayo sio stahiki, na ndio maana tunachofundisha, tunajaribu pia, so tunajaribu, tunahakikisha kinafanyika hivyo. Yani, kile ambacho unajifunza hapo, sio ndio unaenda kufanya kwa bosi wako. Sasa hapo ukisema sisi tumeruhusu, ina maana ukienda kwa bosi, sisi wa dada senta, mbona hizi tunavaa? Hapana kwa kweli. Sisi hatujafundisha mm, hivyo. mm -hmm. na mabie kwetu. Mabosi wanawake wenye wenye ndoa zao wengi, mabosi wetu wengi ni wa, ni wa familia mm -hmm. familia, single mother ni wachache, ukipata single mother hawana shida sana, lakini ukikuta mtu na mume wake kama mimi hapa na mm -hmm. mister wangu pale, hey! Yaani hakuna mwanamke, yaani cha kwanza anacholinda ni nini jamani? Ndoa yake hivi analinda watoto analinda ndoa kwanza analinda kwanza ndoa yake. analinda ndoa eh? mm -hmm. O, yani hicho kitu tusijifanye tunapepesa pepesa nini macho macho au kukatakata kona, kuzunguka zunguka oshe maneno bana. Mimi hapa mnavyoniona, si nimevaa hivi, niko na Mr. Bale, yani mm -hmm. nikikuta mwingine humu ndani anavaa hivi ah -ah akipita kwa barabarani, akiona ni huko barabarani, lakini ndani ndani wako tena, tunaanza ku, sisi tunashindana, tunakuwa tunapishana kwenye corridor, tunashindana hmm. <laughs> Mume wangu akipiga jicho mara mkewe, ndio hivyo tena. Kwanza chepu yenyewe ndio aiweki, alafu dada amekuja hata, <laughs> siko, <laughs> napuja, sio huko ndani, huko nje, huko akutane nao atajua ah, ah, mwenyewe, lakini sio ndani. Kwa hiyo hakuna mwanamke yeyote ndani ya nyumba yake ataruhusu dada ambaye yani anataka kujiexpose kuonyesha, eh, alivyojua, eh, shepo yupo ambaye atakubali? Hapana, hapana. Na ambao hawataki maneno mengi anakwambia tu mm, nasafiri naenda nje ya nchi ya nchi. Baada ya kupata dada tu, jamani jamani, akanisumiri kituoni eh, jamani eh, dada anamrudisha na naenda nje ya nchi mm. Basi mimi nilishawajua, naambia nawambia wewe, madam, sema tu ukweli, kuna kitu gani? Ha, mi dada yenu simwelewi anavyovaa vaa shida mavazi eh, wewe, hey, mm. unajua ni mavazi, yeye alikuwa anazunguka, anajua labda sisi, ndio mambo yetu maana wakishasikia tena kwa Joyce Kiria, maana unajua watu maarufu nao kila baya la kwao mm -hmm. hey, anajua Joyce Kiria, kumbe ndio mavazi yao haya mm. kumbe maskini ya Mungu huku sisi tunapambana, mwende kule mkalinde mm. ndoa za watu kwa ukifika mm, kule tena, unajua dada center hawapo. Kwa mm, hiyo unaanza kutoa vikrop top vyako vile vi viskenti tisi yani. Kwa hiyo wa watu wanasema, he kama wadada vi vurugumechi kwa hiyo bosi wa watu anasema, wadada ndio hawa jamani. Mm, nasafiri aa. <laughs> mambo mengi kumbe, na hela anasamee aliyokuwa mm, amelipia. Sasa kwa kuwa sisi tumeshajua tumewasoma, ndio tunawadadisi kwa sababu sisi tunaamini sio vizuri mtu alipe hela yote alolipa alafu asipate huduma kwao. Tunaanza kumchimba, kuna shida gani? Kuna changamoto? Wewe kuwa tu huru, tuambie. Wengine kweli wanatuambia akishaona, unaongea naye sana, utasikia baada ya siku mbili ah, nimeahirisha safari, anakuambia <laughs> <laughs> <laughs> e, nimeahirisha safari, basi nitumie tu huyo dada, ila sasa nametaa mdogo mdogo ambaye hana shepu. Jamani sasa ambaye hana shepu utamtoa mm -hmm. wapi? Mimi nataka miaka 18 mpaka 20. Eh, ndafute mweusi ambaye hana shepu kabisa, ajulikani anaenda au anaenda? Ambaye hata kwa tishio, sijui naelewa. Hey! <laughs> <laughs> Tunawaambia sim